Tumezungumza kuhusu kutokomeza malaria. Umesema kwa asilimia kubwa malaria ni ugonjwa ambao unatokomea ndani ya Zanzibar. Unafikiri ni kitu gani ambacho mmekifanya Zanzibar mmeweza kutokomeza ambapo Tanzania bara, ambao wanastahili kuwachukua nyinyi kama mfano, wameshindwa kufanya, kwa sababu malaria inaonekana bado ni tatizo bara ukilinganisha na Zanzibar? Kweli sisi tulipata msaada mkubwa kutoka kutoka kwa serikali ya Marekani na serikali yetu pia ikatia nguvu na nyumba zikapigwa dawa na watu wakatumia vyandarua kwa hivyo, ikawa kampeni ya kuwajulisha watu. Hata wale watu ambao walikuwa wanakataa jibu zao dawa, ilikuwa lazima pige dawa. Kwa hivyo imeweza kulinda, na serikali ya muungano sasa hivi naona imebaki kwenye swala hilo la kitani. Hata rais kwetu tulikuwa naye, nilikuwa nimesikia akizungumzia ile swala kwamba anataka initiative hiyo nayo iende kule iko full scale, ili na kule bara kumalizika, kwa sababu vinginevyo itakuwa kazi kubwa, kwa sababu sisi tutakwenda Dar es Salaam tunalala siku nyingine, siku mbili, sasa kutafunwa kule tena, tukatenda tena wa ikiwa sehemu yote hiyo imekuwa malaria free, hilo ndio jambo ambalo tunakusudia niwe hivyo kwa sababu kama asau malaria ni mwaji mkubwa. Ni mwaji mkubwa, mwaji mkubwa sana kuliko hata maradhi mengine. Mheshimiwa Waziri, hatuwezi kuzungumzia maisha ama maendeleo ya nchi bila kuzungumzia wanawake na watoto ambayo ndio wizara yako. Na tumekuwa na tatizo kidogo la kusikia na kuona jinsi ambavyo takwimu zinavyopotoshwa kwa viongozi wa serikali. Nakumbuka mwaka huu mwanzoni tulisikia wakati Rais Kikwete amekwenda Morogoro akapewa takwimu ambazo zilionekana kwamba zina karibu muongo mzima. Sasa nyinyi mnahakikisha vipi kwamba mnapata takwimu sahihi, ili muweze kupanga mipango sahihi na mikakati ya kuweza kuwanusuru wanawake na watoto ambao tunaweza kusema ndio uhai wa taifa letu? Ni vipi wewe unaweza kuhakikisha kwamba swala la takwimu bado halijakaa vizuri nyingi haziko sawasawa, ni jambo ambalo sisi tunalifanya kazi ili tuweze kupata takwimu sahihi. Zote zinakuwa ni arest, ni arest bado kabisa kusema ilii nyingi nyingine hata kuzipata kabisa nkazikubwa na naubali hiyo na serikali nafanya ili kuweza kupata sahihi kwa sababu ya mpang mipango endelevu mbayonaksu <tutu> <tutu> kati ya sehemu ambazo kwa kweli zinanisikitisha binafsi tunapoangalia taswira ta, za mfumo mzima afya nyumbani ni wodi za kina mama za kujifungua. Tumeona wakiwa wamerundikana me, wengi hasa cha sherehe. Ni hatua ni ni hipi hasa ambayo inaonekana kufanywa na serikali ambayo pengine watu walio nje hatuione Kuhakikisha kwamba swala hili ambalo limekwepwa kwa miaka mingi yeah, ili linapatiwa utatuzi, kwa sababu tangu kipindi kile inaonekana hakuna mabadiliko katika ubora huduma zenyewe. Na hata nakumbuka mwezi uh, miezi kadhaa iliyopita tunasikia waziri mkuu akikiri kuhusu vifo ambavyo vinaweza kuzulika kwa wanawake ambao bado inaamini kwamba ndio injini ya taifa letu. Ubora huko ukisema kweli, kwa sababu wazazi ni wengi sana ne? kama unavyojua, watu wengi sana wako katika ile prime time ya kuzaa kipindi na hospitali zimejengwa nyingi, kliniki nyingi. Kwa mfano kama Zanzibar, kila kilomita tano kuna kuna kliniki ya wajawazito, na hata huko bara pia zimejengwa za kutosha, lakini zinazidiwa na wale wingi wa watu, kwa sababu wengi wa watu ni umri wao uko ule katika watu wale wanaozaa. Kipindi hicho jitihada zima, lakini watu wamekuwa wamezidi. Kwa hivyo, na unatolewa wito kwa watu wenye uwezo nao wengine wajenge hospitali alafu wawalipishe watu ada ndogondogo ili wale wenye uwezo mdogo pia waweze kwenda kujifungulia kwenye sehemu kama zile. Nanyie mdogo huko huko ndo mtusaidie kuambia <laughs> wenzetu wenye uwezo waje huko, sio mkakatu mfanye <laughs> hivyo. <hwanyi wufanyi? laughs> <wins? dig tent encouraging> Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana.